Mzigo nanzia hapo bwana, udada alikuwa ni mjamzito na hapo chungu liko memshika, ila shika hapa egeme, akadondosha mapila barabarani na upande wa pili taxi ilikuwa inakuja kasi sana. Jamaa akapiga breki za nguvu na wa jamaa wakasema: oh, mbona unapiga breki? Akasema, hapana, niwe dada amedondosha mapila. Na umshikaji huko nyuma akasema, wewe huyo ni shemeji yangu bwana anatoka lorini na akaambia dem mwingine. Inaonekana hapa alikuwa na mchepuko. Na udada akasogea hapa mpaka kwa dereva taxi na akamwambia: dereva, naomba msaada wako, angalia chupa yangu ya uzazi imepasuka, naomba nipeleke hospitali, nataka kujifungua Siwezi kutembea kakangu, naomba msaada wako. Na udada ikabidi ni pembeni kupumzika, na ujamaa nyuma akaambia aendeshe gari haraka haraka, bwana akimbiza gari, na dereva akaambia sana, endeshaje gari kati mtu unaona, hapa alikuwa naomba msaada, lakini dereva ikabidi ashuke haraka haraka afuate oda ya abiria wake, na akawa ameenda kuchukua mapira Kunyanyua ili aweze kuondoka. Na hapo mshikaji akamwambia mwanamke, inuka basi haraka akatoke, lakini akaendelea kupambana na mwanamke huyo. Carolina akamwona shemeji yake, kama shemeji yangu naomba msaada wako, najisikia vibaya. Na mshikaji akasema, shemeji siwezi kukusaidia, na wewe ni muhimu sana kwenda kutafuta kazi, kwa hiyo siwezi kukusaidia, samahani shemeji. Na yule dada akazidi kuomba msaada tu, shemeji yangu nataka kujifungua, naomba nisaidie. Na nataka kunyanyuka ili amfuate ya shemeji yake amombe msaada lakini mshikaji akanambia, dereva, haraka sana endesha gari. Na huyu mwanamke akaanamsogelea shemeji yake, na huyu mwanamke alikuwa amekoa machina, akafanikiwa kukaa kwenye sita, akaambia, mimi ni mpenzi wake huyo akawa anaondoka na mwanamke, akazidi kuomba msaada, shemeji, shemeji. Na upande wa pili mshikaji akamwambia, kwa nini umemwambia kama mimi na wewe ni wapenzi? Akamwambia, kwa sababu niliambia kwamba kila kitu kinaenda sawa. Na jamaa akasema, hapana, bado vitu haviko sawa. Mke wangu bado hajasaini mikataba, bado hajanisainisha nyumba yake. Umeharibu kila kitu. Na mwanamke akasema, ah, sasa mbona umeniambia? Akaniambia, hapa inabidi tumwambie ile driver taxi tu asimamishe gari, maana itakuwa ajabu, tutakuwa tumesharibu mipango yote. Hapo unajua kugundua, kumbe mshikaji alikuwa anataka mpenzi wake amsainishe nyumba Ba ili aweze kuja kuspendi na huyo mwanamke mwingine. Sasa ile anarudi kwenda kumsaidia na muona kumsa mke wake okay? anakuja maeneo yale jamaa, ikabidi akimbie na arukie kwenye pipa lenye maji ajifiche ili mke wake asimuone. Na mke wake hapa akamuuliza dada, una shida gani? Mbona uko hivyo? Akamwambia, nimemuona mume wako yuko mle na mwanamke, na huyu mwanamke akasema, hapana dada, itakuwa ni wengu lako. Kwa hiyo tunaenda basi hospitali, maana unajisikia vibaya, twende hospitali dadangu. Na hapa ikabidi amuoneshe dada yake hospitali, na hapo kumbe ni mtu na mdogo wake, na ndio maana alikuwa anamuita shemeji. Na mshikaji alivyoona mke wake anaondoka, ndio akatoa kichwa kwenye pipa na akaanza kuchungulia. Jamani, wanawake pia mjifunze hapa Sio kila mwanaume unakuwa naye, wanaume wengine hawana mapenzi zote kama mshikaji. Yupo kwa mwanamke ili mradi tu apate mali za mwanamke, na yote haya anayafanya mradi tu apate mali. Na hapo bwana mwanamke akaja, mpenzi wangu uko sawa? Akamwambia eh, akamwambia sawa, mpenzi wangu, tondoke, nimeshajua kitu gani cha kufanya, tondoke, tondoke. Na hao wakawa wanaondoka, na tujue ni kitu gani ambacho huyu mwanamke amefikiria ili waweze kufanya. Tunaonesha ni baada ya mdakazaa, bwana mwanamke alikotala ameshajifungua na mdogo wake kanambia, ongela sana dada, umepata mtoto wa kiume mzuri. Lakini hapa u dada yake kati anaendelea kumshika mtoto na kumkumbatia, akamwambia: afu mdogo wangu, kwa kitu anakuambia, akamwambia kitu gani tena? Dada akaambia, unajua nilimuona mume wako na aliniacha na nilimwomba msaada kwamba anipeleke hospitali kujifungua, akaniacha na aliondoka na mpenzi wake, na ndio maana hata hapa hayupo. Na ajamaliza kuongea mume wake akakola amefika, na, na, na akamwambia, unawaambia nini shemeji, mimi umenona wapi eh?

Eh, mimi nilikuwa nimetafuta kazi na Carolina akamwambia acha uongo, shemeji. Itakuwa umemwacha mpenzi wako. Sitakusikia chochote kuhusu mpenzi wangu, najua labda yako unachokiongea ukijui. Naomba kwanza upumzike, ulale tuongee baadaye. Mpenzi wangu utondoke na mdogo mtu. Huyo akaondoka na mpenzi wake ajajua kama yeye dada yake anachomwambia ni kweli, na mpenzi wake huyo anataka kumtumia tu apate mali, baadaye awe na maisha yake na mpenzi wake mwingine. Na hapa ni baada ya muda kidogo, nesi akamekuja hapa, akawa anamwambia vipi, hujapenda surprise? Mbona wasula yake inaonekana umenuna hivi? Akamwambia surprise gani? Shemeji yako nimeona amekuja na binti mrembo na kaja amekuja kukuona wewe. Akaambia itakuwa basi ni dadangu. Akaambia mm, Sizani kama ni dada yako Zara. Dada yako Zara namjua, nilimwona na ni mtu mwingine. Na hapa ndipo tunarudisha nyuma kidogo mshikaji, kumbe alikuja na ubinti mpaka hospitali bwana, na huyo binti akanambia, inabidi uingie humu. Na mshikaji akasema ndio, lakini siwezi kuingia na wewe. Na binti akasema ni sahihi uweze kuingia na mimi, lakini mimi na plan ambayo nimeiandaa inabidi uingie humu ili mke wako asishtuke chochote, na hakikisha haipiti leo mke wako anasaini kila kitu, tumiliki vitu vyote mpenzi wangu. Na hapa akawa anamuita, njoo basi huko. Basi mwanamke akawa ameenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha madaktari, na huyu jamaa akamfuata mpenzi wake, na hapa akawa amefunga mlango na akaniambia angalia kule. Na jamaa kaangalia, na jamaa kamwangalia, kaambia sasa, sikia bidu vazi za nguo ili mke wako ajue ulikuwa umetoka sehemu, sio nguo zako ambazo zimelowa. Na baada ya muda kadhaa, mwana jamaa kaingia na huyu mpenzi wake mwingine huko ndani, na akaniambia, sasa mpenzi wangu, huu ndio muda ambao sisi tunaenda kushinda kila kitu, muone alivyolala hapa, jiwe kwa lolote Jamaa akasema ndio mpenzi wangu na akili sana lazima tuchukue mali zao zote. Na ubinti anaingia chini ya kitanda cha mgonjwa na ile anafungua mlango ni mke wake kumbe anaingia. Anambie mpenzi wangu anambie, hey, anambie bibi wangu. Na mshikaji hapa anaanza kujikosha, ni mke wangu, yani nilikuwa na wasiwasi sana juu ya chimedi yangu, nikaona nije hospitali kumwangalia. Akasema yeye kweli na hata ameshajifungua, hata mimi hapa nilikuwa nimekuja kumfuata, nimwambie tumletee mtoto, lakini amelala. Na binti kaendelea kumwambia mume wake, basi tuende wote tukamchukue mtoto. Na mshikaji akasema ah, hapana mke wangu, wewe kwanza kamchukue tu mtoto, mimi niendelee kumwangalia mgonjwa hapa na kusubiria hapa hapa. Kumbe mshikaji bwana alikuwa anaogopa kuenda naye, kwa sababu anajua kuchini kamficha mtu, na mke wake alivyotoka tu, mwanamke kama ametoka uvunguni, huku yeye ondoke. Nesi akaingia na akasema jamani, kinaendelea nini hapa? Na mshikaji akasema ah, hapana Nesi, najua alikuja kujifungua hapa. ni shemeji yangu, kwa nini kwani nimekuja na huyu binti hapa ili niweze kumwandalia ya surprise shemeji yangu. akasema ah, sawa haina shida, ngoje nimwangalie hapa nimwamshe, maana ni muda wake wa kuamka sasa hivi. na Nesi huyo akaenda kumwangalia huyo binti ili aweze kumwamsha. na Nesi ile anamshika hapa, ndipo tunarudisha upande wa pili. na Nesi akasema ndo maana nikawa nimeshangaa kwa nini hauko sawa na wenyewe muondoka. ah, na binti akasema Unaweza ukanisaidia kitu? Nilikuwa natamani unipe video za security camera, ili mradi nimwone huyo mtu ambaye amekuja na shemeji yangu. Unaweza ikanisaidia kwenye kitu fulani hivi? Na hapa ndipo tunaonyeshwa, baada ya muda kadhaa kidogo, mshikaji yuko huko nyumbani, bwana anamfusi tu mpenzi wake, mpenzi wangu fanye basi hivyo. Anaambia sawa, mpenzi wangu, mbimjua mke wangu unajua mme wako mimi sina kazi, kwa hiyo ndo maana nataka uniandikishe vitu vyako vyote ni visimamili, nipate majukumu mengine ya kufanya, si ndio mpenzi wangu? Na mwanamke akanasema sawa basi, mme wangu aje basi nikusainia, bila nataka kusaini tu. Mwanamke akaingia, mdogo wangu, hapana usisaini. Na mdogo mtu akasimama, dada umoja, ufanya nini hapa? Mdoli bidu hospitali, umepumzika, una shida gani? Akaambia mdogo wangu, nimekuja kwa ajili yako, kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nakwambia, nataka nikuthibitishie kwamba ni ukweli. Unaenda kumpa mali mtu ambaye ni mbaya. Mdogo wangu, angalia hii video. Ndipo mwanamke akaanza kuangalia

Ya, kwenye CCTV kamela, anamwona pale alivyokuwa ameingia hospitali. Kumbe mume wake alimficha mwanamke chini ya kitanda, na mwanamke hapa akaanza kumshukuru dada yake kwamba dada, nashukuru sana maana bila wewe mali zangu zote zingenda kupotea. Sikujua kama unachoniambia ni ukweli, dada yangu, naomba unisamehe sana na, na, na, ndio pia samahani kwa kuchelewesha kazi kutokana na changamoto ambazo napitia na jaribu kuzisolve za account ili ziweze kukaa sawa, lakini nitazidi kuwadondoshea kazi juu ya kazi, kazi. Pia msisahau kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok, yote natumia kama Shaka Zuru. Nawapenda sana, asanteni kwa muda wenu, na pia poleni kwa somo. I love you all guys. Love you.